Baba ya baba. Uh, <laughs> kwa majina anaitwa Bita Wanjiko Macharia uh, na bwanangu anaitwa Francis Washira Kanyi. Alipotea uh, tu kwa hali ambayo ilikuwa inatatanisha juu tulikuwa church hiyo Sunday na alikuwa amepigiwa simu asubuhi na friend yake, akaambiwa mahali ya huwa anafanya kazi kuna kazi ilikuwa inaendelea. So venye sasa tuliachana na yeye saa saba na nusu ndio sasa akaelekea huko, naakurudi tena afadhali, ningejua amerara mahali kama hospitali ama amekufa tukamzika, unaona, kuliko ujui mahali yako ujui kama amekufa ujui kama yuko hai, ujui kama anateseka mahali yako, unaona. no, No. Sasa ukianza kufikiria ukiwa na hiyo mawazo, unasikia hapana, nguvu imekuishia kabisa. Kwa majina anaitwa John Wenina Gathoni, mimi ndiye ndugu yake mkubwa Paul Kimita Gathoni, ambaye alikuwa akifanya kazi na shirika la Royal Media hiyo e, siku yote nili, nilikuwa na hali ya wasiwasi wasi, kwa sababu sijui nini nini imemfanyikia colleague wake wa kazini, akaniambia ataongea nao in case aingie kazini wataniambia, so usiku yote tuli, nilika nikiwa alert, but akaniambia jaingia kazini, so nikajua mambo si mazuri. Tumekuwa tukimtafuta na saa tumetembelea uh, hospitali tofauti tofauti na vile vile tuka Tembelea hata nyumba za kuhifadhi maiti ili pengine tuone ikiwa pengine huenda aliaga dunia pengine kupitia jambo lolote. Majuma hayo mawili yamekuwa yamekuwa magumu kabisa, yaani una unasikia uko uko salama, kwa sababu hujui mahali huko, hujui kile inamfanyikia, ama ako salama hujui. So auko auko salama kabisa, i feel frustrated. Mpaka sijui saa zingine hata nakaa hivi, siamini juu kama unaenda kwa polisi, unapelekwa huku unapelekwa hivi, unaambiwa data imetoka, kuna watu wameonekana, watafuatiliwa hawafuatiliwi, eti kazi iko mingi. So inaonekana hata hiyo yako sio kazi, kwa sababu we uko na wewe una pesa the agency has not been there Polisi wamekuwa kituambia ni data ambayo haiku imetolewa na Safaricom, lakini sasa jana walituarifu kwamba data iko tayari, na wakatuambia sasa wameanza kazi.